Najisi naweza na kusema najisi vibaya, kutokana na matarajio yangu hayakuwa haya, ila mi nasema tu kwamba haya mambo ya ajabu ajabu wajitahidi kuyaangalia. Watu wanatoka mbali, wanapoteza nauli zao, wanapoteza pesa zao kuja kuangalia kuangalia michezo kama hii, maana tulishajipanga vema. Watu wa mkoani wamekuja, wametumia nauli, wengine wamepanchi tiketi, sasa hatuelewi nini hatima yao wanaorudi mkoani eh? Mimi naweza nikasema watani wametuogopa, wametukimbia. Wao wasitake kusema kutafuta kisingizio eti wamezuiliwa kufanya mazoezi kweli? Kwanza mimi nimeumia sana make nimesafiri, nimetoka mkoani, mkoa wa Kagera. Tumesafiri kutoka mbali sana, tumekuja na ng'ombe wetu kwa ajili ya kunywa supu. Tumefika hapa, wanatuambia mechi hamna. Kiufupi nimeumia sana, nimeumia sana na hasa nahisi safari yangu yani imeharibika sana yani inanuma sana bla ani nchi inakuwa kama yani, jamani, wanafanya mambo ya rais rais, Mama Samia, Mama Samia, rais ya jamhuri wa mkono wa Tanzania, lia na wewe mama. Mama ili jambo ni aibu, mama yangu ni aibu, ni aibu kubwa sana. Sijahuzunika mimi, mimi niko comfortable tele. Watu wamekimbia kushenyetwa, watu wamekimbia kushenyetwa e, ana furaha tele, sinata wasiwasi matakimaucho nacheza aumazzi nacheza. Mimi kama mshabiki wa Simba nimeapokea matokeo, nimeridhia uongozi wangu ulivyoamua, sababu mimi tangu asubuhi kwenye mitandao ya kijamii niliingia, Simba walisema hawaleti timu, nika afiki washabiki, wachezaji wetu tumeafiki sisi, wa viongozi wetu, matamko waliotoka, sababu tunaingia kwa sheria na taratibu. Yani kifupi kwamba hawa viumbe wamesanda wewe, kwamba ameogopa mechi hii timu ipo njiani inakuja, tunaingia ndani tunafanya warm up kama kawaida. Sasa huyo Losanda asipokuja tunakwenda kwenye sheria ambayo ipo wazi, sheria ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane bara 38 kifungonywe inasema kama utafika uwanjani kwa muda mwafaka, we mwenyeji mgeni asipokuja, sheria zipo wazi, unachukua magoli matano na pointi tatu.